Mali imesimamisha shule na vyuo vikuu kote nchini kutokana na uhaba mkubwa mafuta uliosababishwa na kizuizi cha uagizaji wa mafuta kilichowekwa na waasi wa Kiislamu. Waziri mkuu wa elimu Amadou Savane alitangaza kwenye televisheni ya serikali kwamba taasisi zote za elimu zitabaki kufungwa hadi tarehe tisa Novemba akisema harakati za wafanyakazi na wanafunzi zimeathiriwa na kizuizi hicho. Alisema mamlaka zinafanya kila linalowezekana kukomesha mgogoro huo ili madarasa yaweze kuanza tena tarehe kumi Novemba. Kwa wiki kadhaa sasa, Mali imekuwa ikikumbwa na uhaba mafuta hasa katika mji mkuu Bamako baada ya wanamgambo kutoka kwa kundi tanzu la Al-Qaeda kuweka kizuizi kwa kushambulia meli za mafuta kwenye barabara kuu. Mali haina bandari, kwa hivyo usambazaji wote wa mafuta huletwa kwa njia ya barabara kutoka majimbo jirani kama vile Senegal na Ivory Coast. Misururu mirefu imekuwa ikizunguka vituo vya mafuta huko Bamako katika wiki za hivi karibuni na mitaa ya vijiji ambayo kwa kawaida huwa na watu wengi sasa imeripoti kuwa kimya. Serikali ya kijeshi mapema mwezi huu ilikuwa imewahakikishia wakazi kwamba ilikuwa swala la muda tu, lakini mgogoro huo umeendelea. Wiki iliyopita, ubalozi wa Marekani huko Bamako ulitangaza kwamba wafanyakazi wa kidiplomasia wasio wa lazima na familia zao wataondoka Mali huku kukiwa na uhaba mafuta uliozidi kuwa mbaya na wasiwasi unaoongezeka wa usalama. Ilisema ukosefu wa mafuta umeathiri usambazaji wa umeme na una uwezekano wa kuvuruga hali ya usalama kwa njia zisizotabirika. Ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa na vikosi vya Ufaransa vilikuwa vimetumwa mwaka elfu mbili kumi na tatu kukabiliana na uwasi unaoongezeka, lakini wote wameondoka tangu utawala wa kijeshi ulipochukua madaraka, na serikali ya kijeshi imewaajili mamluki wa Urusi kukabiliana na ukosefu wa usalama. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.